Kwa hiyo hili nilielekeze, tuna wataalamu kule wa maendeleo ya jamii kwenye ngazi ya kata, wafanye kazi zao vizuri na kuhakikisha kwamba wale wenye uhitaji wa kusaidiwa kujaza fomu za kuomba mikopo ile wanasaidiwa, ili kila kata kuwe na vikundi vya wakinamama, kuwe na vikundi vya vijana na walemavu ambao wako kule wanufaike na mikopo hii. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nitapenda nitakapofanya ziara nyingine mkoani kwako na mkoa mwingine wowote, niende kwenye halmashauri nipite kwenye kata, na kata hizo, mheshimiwa mkuu wa mkoa, nitazichagua mwenyewe. Sitapenda nichaguliwe kata, kwa sababu nikichaguliwa kata nitapeleka nitapelekwa kwenye kata ambayo ina vikundi hivyo. Kwa hiyo mimi nikija, nitafanya ana ana ado, nitachagua kimoja, kata moja nitaenda huko nikaonyeshwe kikundi ambacho kinafanya kazi kule. Kwa hiyo, ndugu wananchi wenzangu, nitalifuatilia swala hili kwa ukaribu sana, ili kutekeleza maelekezo ya viongozi wetu wakuu ambao wanatupatia. Kwa hiyo hili nilielekeze kwa halmashauri zote nchini, wahakikishe wanazifikia kila kata. Tuna kata karibu ya elfu nne nchini hapa, tuhakikishe kila kata imepata miradi hii ambayo inatokana na asilimia kumi. Kwa hiyo maafisa maendeleo ya jamii ngazi ya kata, wasaidieni vijana wanawake na wenzetu wenye mahitaji maalum, yaani walemavu, waweze kupata mikopo hii na waweze kufurahia na kupata tabasamu ambayo anaitoa Mheshimiwa Rais kwa ndugu zetu wote hawa waliopo kupitia asilimia kumi hii.